Karibu tena katika kipindi chetu cha Afya na Dr. Sam. E, kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia nini maana ya shinikizo la damu, tukazungumzia kuhusu dalili za shinikizo la damu na tukazungumzia ni sababu gani ambazo zinapelekea mtu kupata shinikizo la damu. Siku ya leo nitakwenda kuzungumzia matibabu ya shinikizo la damu. E, ungana nami mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi ili kufahamu matibabu ya shinikizo la damu pamoja na madhara yake. Usisahau kunisupport kwa kusubscribe pamoja na kulike. E, tuanze na matibabu ya shinikizo la damu. E, kwanza napenda ungefahamu hii kwamba e, mtu mwenye shinikizo la damu e, matibabu yake huwa hakuna kabisa ehe. Bali huwa zile dawa ambazo unapewa hospitalini ni dawa ambazo zinakusaidia wewe kudhibiti, ehe, kudhibiti tu shinikizo la damu, sio kutibu kabisa ugonjwa. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba hakuna matibabu kamili ambayo yanaenda kutibu tatizo la shinikizo la damu, bali ni zile dawa ambazo unapewa hospitalini ni dawa ambazo zitakusaidia wewe kudhibiti hilo tatizo lako la shinikizo la damu. Ndio kwa maana mara nyingi huwa watu hospitalini huwa wakienda na wakikutwa na changamoto hii ya tatizo la shinikizo la damu huwa wanapewa dawa ambazo wanaambiwa watatumia maisha yao yote. Hii ni kwa sababu zile dawa huwezesha yani, huwezesha kusaidia, yani, kudhibiti hii changamoto ya shinikizo la damu ili kuzuia madhara ambayo yatapelekea mtu kupata hii yani madhara ambayo yatapelekiwa baadaye baada ya shinikizo la damu pamoja, huwa madhara ni kama vile mtu unaweza ukapata e, stroke. Kwa Kiswahili huwa wanasema ni kiharusi e, na madhara mengine ambayo nitayataja kwenye kipindi kina kitakachokuja. E, sasa mm, siku ya leo nitakwenda kuzungumzia kuhusu matibabu asilia ya shinikizo la damu. E, pia ningependa ufahamu kwamba hizi e, tiba asili ni tiba saidizi, so kwamba ndio tiba kuu ambazo e, zina tibu huo ugonjwa, bali ni tiba saidizi e, na ni vizuri hizi tiba asilia ungetumia na tiba za hospitalini e, ingeongeza ubora wa matibabu zaidi e, ingeongeza ubora wa matibabu zaidi e, tiba ya kwanza ambayo nitakwenda kuizungumzia E, ni tiba ya lishe. Mm -hmm. Ukiangalia magonjwa ya shinikizo la damu, waga wengi wanapata magonjwa haya kutokana na lishe, lishe ambayo sio ya kiafya e, e, mambo ambayo unatakiwa ufate katika lishe yako ni pamoja na kupunguza vyakula vyenye chumvi nyingi. Hii, vyakula vyenye chumvi nyingi ni mojawapo ya vitu ambavyo vinasababisha shinikizo la damu kama tunavyojua, sifa ya chumvi chumvi huwa, ukiiweka kwenye sehemu yoyote ile, ina tabia ya kuvuta maji. Kwa hiyo sasa, pindi pale ambapo utatumia vyakula vya chumvi na ile chumvi ikaingia kwenye mfumo wa damu, kwenye mishipa ya damu huwa ina tabia ya kuvuta maji maji yaliyoko sehemu mbalimbali za kwenye mwili na kuileta kwenye mishipa ya damu, hivyo husababisha ile pressure ya damu kukua. Kwa tunaona ni namna gani ambavyo ukitumia chumvi inaenda kuongeza shinikizo la damu. Ehe, na wewe kama mgonjwa wa pressure, unatakiwa uache kabisa kutumia vyakula hivi vya chumvi, ili kuzuia madhara ambayo yatapelekewa baadaye e, madhara ambayo yatapelekea baadaye baada ya kupata ili shinikizo la damu. Ehe, tiba nyingine ni pamoja na matumizi ya matunda pamoja na mboga za majani. E, matunda kama vile parachichi, e, matango, e, machungwa na mboga za majani kama vile spinachi ni tiba nzuri sana ya shinikizo la damu kwa sababu zenyewe yana kiasi kikubwa cha potassium ambayo ile potassium huwa inasaidia katika E, kupunguza shinikizo la damu. Kwa hiyo kama wewe ni mgonjwa wa shinikizo la damu, upenda kutumia sana aina hivi aina hizi za vyakula na matunda niliyotaja hapa yatakwenda e, kukusaidia we kupunguza changamoto hii ya shinikizo la damu e, tiba nyingine ni pamoja na e, mafuta yani kuacha matumizi ya mafuta yasiyo mazuri. e, unaweza ukaniuliza sasa mafuta ambayo sio mazuri ni mafuta ya aina gani? na ni ha haya ni mafuta ambayo yanapatikana kwa wanyama. Hei, kama vile unakuta nyama ya ng'ombe, nyama ya mnyama yoyote ule, yale mafuta yale mafuta huwa sio mazuri kiafya <mimu> unaweza kuniuliza kwa nini yale mafuta sio mazuri kiafya? Hei, kama unavyoyaona yale mafuta huwa unayakuta yakiwa yameganda, na pindi pale ambapo utatumia yale mafuta E, yakienda kuhifadhiwa katika mishipa yako ya damu inapelekea e, kufanya mishipa yako ya damu kuwa membamba. Na ukishapata changamoto hii ya shinikizo la damu, unashauriwa kufanya mazoezi ili kuyeyusha e, yale mafuta ambayo yamekaa kwenye mishipa yako ya damu. Sasa kama ulikuwa unatumia vyakula hivi e, nyama hizi zenye mafuta inakuwa ni ngumu kidogo kwa yale mafuta kuyeyuka. Ehe, sumuna changamoto inapokuja sasa, yale mafuta yanakuwa ni changamoto kuyeyuka pindi ambapo yatakuwa kwenye mwili wako. Ni tofauti na mafuta ya mimea. Mafuta ambayo tunashauri kutumia ni pamoja na mafuta ya mimea, mafuta kama vile mafuta ya alizeti. Ni mafuta mazuri sana ambayo unapaswa kutumia, kama wewe ni mgonjwa wa presha mm-hmm. baada ya hapo tutakwenda kuona tiba nyingine ambayo ni tiba ya, tiba ya kubadilisha mwenendo wako wa maisha, hmm. Unatakiwa ubadilishe mwenendo wako wa maisha kama ni mtu ambaye ni mtu mfano tuseme ni mtu ambaye ni wa ofisini sana, unatakiwa upate muda wa kufanya mazoezi angalau dakika thelathini kila siku. Mfano, unaweza ukatembea dakika thelathini tu, maana najua kuna watu wengine huwa wanaishi maisha unakuta atembee kabisa yani muda wote anakaa kwenye kiti, akitoka kwenye kiti anaingia kwenye gari, hana muda wa kufanya mazoezi kabisa. Kwa hiyo inashauriwa kiafya at least utembee dakika thelathini kila siku ehe, hivyo inakusaidia wewe kutokupata magonjwa hatarishi kama vile ugonjwa huu wa pressure pia mwenendo mwingine wa kimaisha ni pamoja na kupunguza msongo wa mawazo, unatakiwa yani ukae mbali na mambo ambayo yatakupelekea we kupata mawazo, na pia uweze uwe na uwezo wa kuregulate haya mawazo, yani usiwe na mawazo. Na tiba nyingine ni pamoja na kupunguza matumizi ya pombe pamoja na sigara He, kama wewe ni mgonjwa wa, wa presha E, hapo kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia moja ya sababu ambazo zinasababisha huu ugonjwa wa presha ni pamoja na matumizi ya pombe na sigara. Kwa hiyo sasa e, kama wewe ni mgonjwa wa presha na unatumia pombe au sigara e, kiafya unashauriwa upunguze matumizi haya ya pombe na sigara. Na mtindo mwingine wa kimaisha ambao unatakiwa ufuate ni pamoja na kulala muda wa kutosha e, ulale at least masaa nane, e, masaa sita mpaka nane. Na najua kuna watu huwa wanakosa kabisa muda wa kulala kutokana na kazi mbalimbali. Kwa hiyo kiafya inashauriwa mtu alale masaa sita mpaka nane hii. Na tiba ya mwisho ambayo watu wengi walikuwa naisubiria ni tiba ya mimea asili asili, hmm, mimea asili sasa. Nitakwenda kukuelekeza ni, ni namna gani ya kutumia mimea asili asili kutibu tatizo lako la shinikizo la damu, kudhibiti hiyo presha yako ya damu. Tiba hii ni tiba ya E, tiba ya kwanza ni vitunguu swaumu, tuna wote tunafahamu vitunguu swaumu e, vile vitunguu swaumu huwa vinasaidia kupunguza tatizo la presha ya damu kwa kwenda ku kulegeza yani, tunasema kwenda kupanua mishipa ya damu. He, na mishipa ya damu ikishapanuka huwa pressure ya damu inapungua. Ni <coughs> namna gani ya kwenda kutumia vitunguu swaumu kama dawa ya pressure ya damu he? Utaamka asubuhi, kisha utachukua punje mbili au tatu za kitunguu swaumu. Unaweza ukanywa hivyo hivyo na kikombe kimoja cha maji au ukasaga, kisha ukanywa, ukatumia kwa namna hiyo na tiba nyingine ni tiba ya utachukua mchanganyiko wa asali, tangawizi pamoja na asali, tangawizi pamoja na mdalasini. He, utachukua tangawizi kijiko kimoja cha chai he, utachukua mdalasini unga wake ule nusu kijiko cha chai pamoja na asali kijiko kimoja cha chakula. Utachanganya vyote, kisha utachanganya kwenye kikombe cha maji ya uvuguvugu, kisha utakunywa mara moja au mara mbili kwa siku, ndani ya wiki tatu mpaka wiki nne. Ehe, sasa wewe kama mgonjwa, ndo utachagua mwenyewe, utatumia vitunguu saumu au utatumia huu mchanganyiko, ila usitumie vyote kwa pamoja. Tiba nyingine ni pamoja na juisi ya aloe vera Juisi ya aloe vera e, pia ni tiba ya ya ya, ya presha ya damu, ila unatakiwa utumie kwa tahadhari na pia unga wa mlonge. hmm. E, kwa kumalizia ninapenda kuambia tu kwamba shinikizo la damu ni ugonjwa hatari. Na ni kwa nini ni ugonjwa hatari? Ni ugonjwa ambao unaua kimya kimya, yani unakuwa wewe bila kujua, kwa sababu huwa dalili zake huwa zikija kuonekana zinakuwa ni dalili mbaya kama vile Unakuta mtu anapata kiharusi yani hujulikana sana kwa stroke. Unakuta mtu ameanguka tu bafuni hivyo, haizi kufanya chochote kutokana na pressure. Yani hii kwa ni ugonjwa ambao ni hatari mm. Ungana nami kwenye kipindi kitakachofuata ili kuona madhara mbalimbali mbali ambayo yanasababishwa na shinikizo la damu ehe, kwa ule mtu ambaye hataki kudhibiti ili shinikizo la damu, atakwenda kupata hayo madhara. Asante kwa kunisikiliza, karibu tena kwenye kipindi kitakachofuata.